Naam, shukran sana kwa kuchagua taarifa zetu. Natunaza na tunaanza na taarifa kwamba mwanablogu Albert Ojwang alifariki kutokana na majeraha mabaya ya kupigwa. Haya ndiyo matokeo ya upasuaji wa maiti uliofanywa hii leo na kuonyesha kwamba Albert alikuwa na majeraha kichwani na ishara ya kukabwa kooni. Mwanahabari wetu Ben Kirui baadaye atatueleza kwa mapana kuhusiana na upasuaji huo, huku familia ya marehemu ikitaka haki itendeke kwa mwana wao lakini

Well, for for Nam Ben Kirui anaendelea kuipika na arifiwa kwamba iko tayari kwa sasa. Kwa hivyo hebu tusikilize kikamilifu. Baada ya zaidi ya saa 24 za tetesi kuhusu kifo cha mwanablogu Albert Ojwang Ripoti ya upasuaji wa maiti hatimaye imefichua kwamba alifariki baada ya kuteswa kwa kupigwa kikatili, ripoti hiyo ikionyesha kuwa Ojwang alifariki akiwa rumande katika kituo cha polisi cha Central hapa Nairobi, baada ya kupata majeraha mengi mwilini na pia kukabwa koo. Upasuaji huo ulifanywa na madaktari watano wa upasuaji wa maiti waliowakilisha familia, serikali na mashirika ya haki za binadamu.

Upper limbs and the trunk and the lower limbs. Daktari wa serikali aliyeshiriki upasuaji huo alikana ripoti za awali za polisi kwamba kifo hicho kilisababishwa na majeraha aliyojisababishia mwenyewe. Ripoti ya upasuaji pia ikionyeshwa kwamba Ojwang alijaribu kujikinga, kwani kulikuwa na dalili za mapambano. Babake Albert Meshak Opio Ojwang akiwa na huzuni tele baada ya matokeo ya upasuaji. Anataka majibu kutoka kwa naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat. Leo hii matokeo inatokea kwamba mtoto wangu amekufa kwa majeraha ya kupigwa, nahitaji hmm unieleze kwa nini ulimuua mtoto wangu, kupitia kwa sheria ukaseme kwa nini ulimuua mtoto wangu, alikukosea nini ambayo inagharimu kifo chake. Mashirika ya haki za binadamu ikiwemo chama cha wanasheria nchini LSK, sasa yanataka mamlaka huru ya kuchunguza utendakazi wa polisi IPOA, kuharakisha uchunguzi huo, lakini si wakati Eliud Lagat bado yuko ofisini kama naibu inspekta jenerali wa polisi as much as the IG of police has since released the people who have been indicted we want to know who are the ones who picked him up from homa bay because we do not know if he was tortured on the way before he got to the police station because no one was able to see him until the father was informed about his untimely death matokeo ya upasuaji yanaonyesha kuwa albert ojwang aliteswa kwa kupigwa vibaya Jambo linaloibua maswali ya dharura ni nani: miongoni mwa maafisa wa polisi aliyesababisha kipigo hicho cha mauti? Na ni je, waliohusika watachukuliwa hatua za kisheria? Na hatimaye ni je, familia ya Albert Ojwang itapata haki na uwajibikaji kwa kifo chake? Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.